Uhali gani ndugu mpenzi mtazamaji wa Mapya Uvira TV, karibu uh, katika hali ya pitapita concert itakayofanyika tariki tano ya mwezi wa 10 ile 5 Oktoba. tuko pamoja na um, wageni wetu hapa uh, au pa, uh, parmi uh, uh, wageni wetu ambao tutakuwa naye siku ya leo hapa kupitia Mapya Uvira TV, kwanza atajitambulisha uh, uh, alafu mambo mangine atafata, kwa sababu ni delegation ya uh, msanii ambayo ni Vladi Mishakis sijajua yeye atakuwa na kazi gani ile siku ndani ya Pascal. Tayari tumepokea kutokao ya Kalundu na natokea Kalemi na uh, saizi mko apa dea uh, kwanza ningependa kujua safari ilikuaje? Ah, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezimungu okay. ah, tulitoka salama yeah aji tunafika salama, tunamshukuru Mungu kabisa. Safari ilikuwa uh, vizuri, ilikuwa na tatizo kabisa. Kwa kweli, ninakaribisha watu okay, waje watasikia, muziki itakuwa fresh kabisa, mm, muziki itakuwa vizuri kabisa. Kuna watu wanajiuliza, Uh, mule mimi ni mpiga muziki, uh, mimi ni mcheza drum. Ah, ya. Ya. Ile drum ile ona. Ya. Yes. Unajua, itakuwa ni concert live. Ya. Wengi mapenzi wa muziki wa Uvira wazi kuona concert ambayo ina live. Unaona ile. Kuna ile anasikia playback DJ. Ongeza sauti piga mziki DJ, DJ eh, kitu kama hicho hivyo. Una lipi la kuambia mashabiki, uh, kupitia Mapya Uvira TV, uh, kwa tumia ile concert ama, uh, ile uh, live uh, performance pale Kusale MKC Kabindula, ah uh, kiukweli siku ile itakuwa ni siku ambayo iko special sana. Okay, itakuwa ni siku nzuri mm. Kutapigwa vitu vizuri sana sana, eh, njoo njoo bila shaka. Mko timu yako iko na watu wangapi? Ah, uh, timu yangu ina watu wane. Okay. Ay, na watu wane ndio wenye wako ndani uh-huh. Wengine wa, wanajitembeza kidogo oh, walikuwa paila wametoka kidogo. Mazingira Uvira ikoje na nini hivyo? <laughs> unasikia kitu kule kidogo paka paka, paka. Usiogope ni, ni, ni sore ni kama vile chai tu. Ay, Ay, kawaida, e, unasikia kapu, kapu. Ujue ah, kuna kitu kidogo anarekebisha

tukaisikia ah, usijali. Palikuwa ni makamanda wametoka kwa fro ah. E, katika habari ambayo tulizipata wakawa, uh, unajua ile wanasema tunarudia, tunarudia inabidi wafanye sinyale kidogo. Yani ilikuwa ni shangwe, ni vigelegele. Hiyo bila shaka, waambie neno la mwisho mashabiki ambao wanafuata kupitia Mapya Uvira TV, unalipa kuambia kwa sana. tariki tano pale vile mashabiki uh, wajipanga wajipange aje purki wajipanga uh, wafike pale, uh, kwenye ukumbi wa MKC le 5 octobre 2025 na 14h30. Ah, nashukuru sana mashabiki, nawakaribisha kwanza afu na cha pili waje watusapoti yeah, na pia wasapoti mziki wa Uvira uendelee zaidi, kwa sababu msanii ambaye atakuja hapa ni msanii wa Kalemi, pia kutoka wasanii wa hapa, wa waje kwa wingi, wasapoti watoto wao, ili kila kitu kikuwe fresh kabisa. Ah, tunawakaribisha sana <laughs> Asante sana, niko pamoja na bwana Pascal yeah. ambaye atakuwa ni mtaalamu wa drum, nataka wale wa defenseur ambao atafanya, uh, kuhakikishia sauti uh, kuhakikishia wasanii wanaimba vizuri na performance live uh, wanafanya uh, performance ambayo itakuwa ni kubwa sana zaidi pale kwa usale MK Kabindula. Usikose kusubscribe channel yetu, usikose ile siku ile siku tutaongea na wewe. Shabiki, una kitu gani ambacho umeona tofauti ya show ya Lesenki na, na show zingine, umeona ni tofauti gani? <laughs> bila shaka, nyuma ya kamera ni Ksela Kashindi, mkali wenu ama vipi? <laughs> tuko pamoja sana tena. Sasa nini ugachaka mbona unaonekana kwangu ni <laughs> nini unafata